Mara ya kwanza jana kama mliona pale Nairobi, Mheshimiwa Fred Okeng'o Matiang'i alikuwa kwa mkutano, wakiwa na rais aliyeongoza wa awamu ya nne ambaye anaitwa Uhuru Kenyatta. Kwa ile mkutano, alikuwa kwa mkutano wa Jubilii. Na sisi kule Kisii tunasemanga baba yako akiamua, huwezi pinga. Mheshimiwa Matiang'i yeye kama baba yetu, ameamua ya kwamba atakuwa na ndoa ya wake wengi, hatakuwa na mke mmoja mke wake wa kwanza anaitwa UPA ama UPA, hiyo chama ndio chama yake, lakini amwamua ya, ya kwamba yeye anataka kushirikisha watu wengine wote wakiwemo ile chama ya Jubilee chama ya U, PNU ili alete wakenya wote pamoja. Vile nimesikia hapa mwenzetu amesema, mmesema kuna kanisa la AIC liko hapa hapa, tuko SDA, lakini mmealika wenzenu ambao wako AIC wakuje watusaidie kujenga kanisa la Bwana naye Mheshimiwa Fred amesema yeye atakapoenda mbele, hakuna kabila moja, hakuna sehemu moja ya Kenya ambayo itaweza kutengeneza serikali. Anataka atakapokuwa rais akuwe rais ya Mmasai, vile vile vile atakuwa rais wa Mkalenjin, na pia akuwe mraisi wa Kisii na mkikuyu na kila mtu yule. So kwa maono yake, kama mtu ambaye tunamfuata nyuma yake, ameamua atafanya kazi na vyama vingi, ikiwemo ile ya Jubilee, ile ya UPA na zingine mingi ambazo mtakuwa mnaona na sisi kama watu tunatoka nyuma yake tunasema aendelee mbele, na najua watu wengi hawajui sana. Kwa muda mrefu tumeongozwa na viongozi lakini, kwa kiongozi wa kwanza alikuwa mkatoliki. Kiongozi wa pili wa nchi hii ambaye alikuwa ni Moi alikuwa uh, mtu wa AIC ile kanisa ambayo umesema. Kiongozi wa tatu akakuwa Mwai Kibaki ambaye pia alikuwa mkatoliki. Kwa kiongozi wa nne akakuwa Uhuru Kenyatta ambaye pia ni mkatoliki. Kiongozi wa tano sasa ni mpentakosto ambaye ni mheshimiwa William Ruto. Sijui mbona wa SDA mnakataa kuwa uongozini, sababu kwa mara ya kwanza mheshimiwa Fred Okengo Matiang'i ni mwadventista kama wewe na mimi. So naomba watu wa kanisa, mmepata nafasi. Sisi kama Adventist tuko 14 milioni. Nataka kuomba wakati kule itapofika, mpotee mwache mambo ya ukabila, mwachane na vitu mingi tupigie huyu Mkristo mwenzetu ili aweze kuongoza Kenya. Mtakubali maneno hayo? Asante sana na Mungu awabariki. Uh, Asante. Nikimaliza pia niseme venye SG amesema juzi Dr Fred Matiang'i alikuwa kule katika Jubilee wale wenzetu wa United Opposition, Mheshimiwa Kleofas Malala ambaye ni SG wa DCP, wakae na chama yao waje kuingilia mali. Dr Fred Matiang'i amesema ataenda ili tuende mbele katika hii United Opposition. Lazima kila chama iheshimu chamangine, lazima DCP waipa die peke Jubilee UPA na zile zote ziheshimiane, ndio tutafikiana tuende kula mbele. Nikimaliza kabisa, niambia watu wetu hapa, tumekuja hizi njia ni mbaya sasa. Nyinyi ni Wakenya, mnahitaji mwekewe lami si ndio? Si mnahitaji mwekewe lami? Uzuri ni kuwa huyu Dr Matiang'i ni hapa neighboring hapa Kisii kwetu, kuja hapa Masai, wacha ingie kwa kiti na kwa si mbali na hapa, ndio hata sisi tunazafanya nini kukwe na lami hapa. Nitamalizia pia mimi niombee mheshimiwa Sidin mema na pasta. Asante sana na Mungu awabariki. Kitutu cha South constituency Where I'm the youth leader in Kitutu Chache South, I'm also the coordinator of the UPA whereby tumepea Sydney Sabuni, na pia tuko na Mashina Limatiangi, tunaona Kenya ikingara. Tafadhali shika Sydney mkono, tushampea Sabuni ya UPA na Mashina Limatiangi, Kenya ingare. Asante. Kwa majina, naitwa Mheshimiwa Captain Thomas Boga kutoka Bomachoge Chache wadi, naitwa Boochi Tendere. Tumekuja hapa kwa mwaliko wa mheshimiwa Sidini na sekretari Bagaka. Sisi tumekuja kushuhudia ujenzi wa ile kanisa. Wito mmoja, wito wetu kubwa ni kwamba sisi tunahubiri amani na tunaomba watu wote, jamii zetu zote, Kenya, jamii zetu zote tuende nyuma ya mzee wetu Fred Okengo Matiang'i, tushike yeye mkono na Mungu a, na sisi sote tumetoka katika chama cha UPA. Mnajua, katika Biblia tunasoma kwamba wana wa Israeli walikuwa wanalia kwa sababu ya uongozi ambao ulikuwa mbaya. Mungu akasikia kilio chao. Ndio akatuma Samueli aende kwa nyumba ya Cheze aende kupaka mafuta mmoja wa vijana wake. Mnakumbuka vile Samueli alifanya, akaita uh, mimi Cheze aliita wafulana wake mmoja baada ya mwingine lakini wote Mungu alikataa. si hao ndio akauliza Cheze, ni hao tu vijana ambao uko nao? Lakini akasema hapana, kuna mwingine mdogo ambaye analisha eh, kondoo. Ni mdogo hawezi kushiriki katika hili jambo ambalo umekujia. Lakini Samuel akasema mlete. Alipomwona tu Daudi akitembea kutoka e, upande akikuja, akasema huyu ndiye Bwana amechagua. Sasa nazi tumelia katika uongozi ambao tumekuwa nayo, tumelia na Mungu amesikia kilio chetu, ndiye ametupea kiongozi, ni kama tunamfananisha Daudi, ambaye ni Fred Matiang'i Okengo Matiang'i. Naomba sote